Mmeelewa? Hapa kila mtu ametoka kwenye mazingira yake, mmeelewa? Ndio mnajua wazazi wenu wanapopata shida, afu ufike hapa unatoroka unaenda mjini kuvuta bangi. Mmeelewa? Acheni. Unafukuzwa, unakutwa na simu unafukuzwa shule, unakwenda wapi wewe? Bado mdogo mwe na uchungu moyo kabla ya silaha, mmeelewa. Baada ya hapa, mnachukuliwa mkimaliza form 6 mnaenda jeshi, mtaenda kufundishwa huko. Acheni, wazazi wanapata shida. Mheshimiwa Rais mmeona kazi hiyo, nyinyi mnasoma mazingira mazuri sasa hivi, mnalala sehemu nzuri, mnakula vizuri, mnataka nini? Shule nzuri. Wenzenu mnajua shule wanazosoma Msifate mkumbo umeelewa? Ukikaa angalia babako shida anayopata, we kama umetoka se mazingira au wazazi wako ni matajiri, tulia, usiingize wenzako kwenye mikumbo, umeelewa? unasimamishwa shule tu unafika dara, kidato cha tano, unasimamishwa shule, unataka nini? Tunatengeneza viongozi wa kesho, hii shule imetoa viongozi wakubwa Mnatakiwa mjiamini. Mmesikia? Yeah. Sema mimi nitakuwa kiongozi wa kesho. Yeah. Mnafikiri sisi hapa kweli? Yeah. Mmeelewa? Yeah. Sio kesho tu, hata sasa wewe ni kiongozi. Yeah. Msiige mila potofu. Mmeelewa? Yeah. Nafikiri mnanielewa. Yeah. Mila potofu mnazijua huko mabwenini mnapokuwa. Mmeelewa? Yeah. Ninyi ni watoto wa kiume kazi yenu ni moja tu. Mnapokuwa mmemaliza vyuo, mnategemewa leo na kesho, kwenye imani ambayo tuna imani sisi, kwenye wengine wataenda, si upadi si nini, lakini hao wangekuwa wanasoma huko tayari, mmeelewa yeah. Nyinyi baadaye mnategemewa kuwa wa baba wa familia, kazi yenu ni hiyo tu <laughs> mmeelewa nyinyi Jukumu lenu ni moja baadaye. Mmeshamaliza kazi, umepata kazi yako nzuri, una maisha yako mazuri, kazi yako ni baba wa familia, unategemewa. Una kitu kingine zaidi ya hapo. Mmeelewa watoto wa kiume? Mmeelewa? Usidanganyike zaidi ya hapo. Unaona unakati, unapata ukatili wowote wa, wa kijinsia, toa taarifa, toa taarifa. Mmeelewa? Achaneni na mambo ambayo si mazuri, waheshimuni walimu wenu, wanafunzi. Elimu ni nini? Elimu ni nini? Sasa nyinyi wenyewe mpendane na kule darasani msaidiane, hamwezi kupata wani zote na tu kama mpendani. Niwaambie ukweli, unamwona mwenzio yuko nyuma, msaidie. Unamwona mwenzio ana nidhamu sio nzuri, mwambie. Mshirikisheni Mungu sana sana sana sana. Nimeomba walimu wenu viongozi wa dini waanze kuja hapa kwa wingi kwa muda, yaani wakipata muda, mkae msali. Bila sala nawaambia, tena kwa imani yako. Mmeniona hapa nilipo, nilikuwa kusali, kusoma. Sikatai mimi, na mimi ni mwanadamu na mapungufu yangu lakini nilijua ninataka nini, na nilipambana. Sasa nyinyi, usipopambana sasa hivi, usije ukashangaa leo na kesho, namwona nimekaa na kwenye TV namwona kijana ananiambia mimi nilisoma Nyakato, nitasema I'm very proud. Umeelewa? yeah. yeah. Nimesoma, nimepambana. Utawapa neno moja tu wa Kirusi Mbaki nalo, inasema Uchitsa, yeah. <laughs> Uchitsa maana yake, nikisema uchitsa, uchitsa, uchitsa soma soma soma soma, umeelewa? Wow. Yaani, kwa Kirusi uchitsa soma soma soma, umeelewa? Yapanyimayu, umeelewa? Sina cha natamani, siku moja tupate madaktari kutoka hapa, wataenda kusoma huko na naamini hivyo. Kwa majina anaitwa Derick Peter, ni kiwanja mkuu wa Nyakato sekondari. Natoa shukrani zangu kwa mkuu rais Samia, kwa kutusaidia kutujengea mabweni makubwa mazuri, ambao wanafunzi wanaisha salama na kwa mazingira mazuri ambayo naspoti si kusoma kwa bidii lakini pia anatoa shukrani yangu kwa ne viongozi mliofika hapa mkuu wa shule kujali sisi uwepo wetu kufika hapa kuweza kuwasikiliza tumefurahi kwa kweli mungu awabariki mkuu wa shule hii shule inao watumishi wa aina mbili ambao ni walimu lakini pamoja na watumishi wengine wasiokuwa walimu ambao wanaajiriwa na shule wanaoajiriwa na shule ni watumishi 14 lakini waalimu wapo 30 na uhitaji wa shule ni walimu 48. Tunao upungufu wa watumishi au walimu kumi na nane, lakini hususani kwa masomo ya sayansi. Lakini saa hizi imetoka sayansi miamia hata sanaa kwa saa Kiswahili, na masomo mengine, bado tuna upungufu. Lakini wanafunzi, wanafunzi kidato cha sita wamehitimu wanafunzi walisajiliwa 430 na wamefanya 429, mwanafunzi mmoja kufanya mtihani. Lakini kidato cha tano wapo wanafunzi 334, na namshukuru na Mungu, kidato cha sita wote wamefanya mtihani au 429, na tukua mwanafunzi yeyote yule aliyepata kuugua au kupata changamoto yoyote. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Lakini kwa ufaulu wa shule Mheshimiwa kiongozi, nimekuletea hiyo takwimu hapo, lakini mimi naomba nitaje mwaka mmoja wa mwisho ambao umevunja rekodi wa mwaka jana. Kwa hiyo. Mm-hmm. Kiongozi wetu alipokuwa anasema matokeo, tunamshukuru Mungu. One tulipata 163, 2 tukapata 91 na 3 tukapata kumi. Tukaishia hapo. Hatukuwa na 4 wala 0. Juzi ikawa na watania walimu, kasema haya matokeo ngelikuwa angalau, kila siku anakwenda anasema mpo tunasema, tupo kwasa, yakiwa mabaya na penyewe unakuta unalimwarungu ya uhakika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa matokeo haya, Mungu alitusaidia kwa mazuri kuliko miaka yote. Kwanza ni wapongeze sana shule ya Nyakato Sekondari, walimu kwa kazi kubwa mnayoifanya, si kwa masomo tu, hata mazingira yamekuwa yakivutia, mazingira ni masafi. Ukiwakuta hapa watoto wananizamu hata kama wana mapungufu hauwezi kuyaona. Sisi last time tunakuja hapa tunapita, unakutana na kijana ananizamu ya hali ya juu. Na niombe <laughs> mmoja huu mwendeleze kwa sababu hapa mnatengeneza viongozi wazuri wa kesho. Leo na kesho mtoto anapita anakuwa baadaye anasema ah, nakumbuka shule yangu Nyakato, nakumbuka mwalimu fulani mifano, maraisi wetu, mawaziri wetu, mwalimu wangu, mwalimu fulani. Mkuu wa mkoa wetu hapa anakuja sana, anaipenda hii shule sana, sana sana. Kila mara anaiongelea Nyakato Kaoro oro, hizi shule ni kwake, ni shule very special, na mkuu wa mkoa anafanya kazi kubwa kwa hiyo mkoa. Tumpongeze kwa hilo. Mkuu wa wilaya pia wanafanya kazi kubwa na jicho kubwa la hii shule hii shule ni ya mfano. Kwa hiyo hii legacy isipotee, na nyinyi pia msikate tamaa, na nyinyi pia kama walimu mwe na malengo. Umeelewa? unapopata fursa kajiendeleze, hapo sio mwisho wako, usijikatie tamaa hata siku moja. Kuna viongozi wengi nchi hii ni walimu. Kwa hiyo niwaombe sana, hapa mlipopata mia sitini na tatu yani hata hii three tunatamani siku moja isiwepo uongo, kweli hii division 3 itoke awa kumi wa Mungu wafike hapa kama shule nyingine. Mimi niombe ni sana sana sana sana walimu, kuna wengine labda wana matatizo yao ya kimaadili, ulevi, kuchelewa kazini, utoro. Naomba sana kama kuna baadhi ya walimu wana tabia hizo, muache.